Hay, ndugu zangu, hmm. Najua leo mna harusi huko Nigeria mko busy na harusi lakini eh, kuna evidence zimenifikia hapa. Sio, mtakuwa mnakumbuka I think ilikuwa kama 2 years ago ndio nilianza kuongelea hiki kitu, kama miaka miwili sasa nasema kwamba Haji Manara anatembea na yule dada meneja wake wa, wa mana, a Manara TV toka kipindi yuko na Rubi, nika nasema, lakini Manara mwenyewe akakataa kabisa kwamba ile kitu sio kweli, kwamba mimi nimetengeneza tu ili watu mjue kwenye app, na kwa kweli sikuwa na evidence. Although nilikuwa kwamba nina habari ambayo ninaiamini, lakini sikuwa na evidence zozote. Well, leo evidence zimetufikia na finally leo tunaweza kwenda kuimprove ile story. Kwa hiyo leo sina maneno mengi. Leo mi naamwagieni tu evidence pale na huyu dada ambaye ni mke wa mtu Simanala amekuwa akitembea naye toka yuko na choka, Ruby toka e, kamaua Ruby kipindi chote iko na Zelisa pia e, ndoa yote iko na Zelisa pia alikuwa an, anatembea na huyu huyu huyu huyu meneja wake, kwa hiyo Leo mi nawawekea tu evidence sina maneno mengi wala nini. Ehe, nawawekea tu evidence anyway, ya yeah. Kwa wale ambao huwa mnapenda kudoubt story zangu pale ambapo nakuwa sina sina ushahidi i think inabidi mjifunze eh. si kama leo basi, mjifunze kidogo anyway, basi niwakute kwenye a?

So yeah, niweza kuzi collect uh, really really really nice um uh, designer scarf. So anyway, niwakuja kwenye app na kwenye uh, subscription channel.